Habari njema ikirushwa iki, iki <laughs> tusiache kufuatilia katika tv ya bukerebe Bukerebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi leo Jumatano ya tarehe 17 Disemba 2025. Somo letu la siku ya leo ni kichwa cha habari kinachosema maandalizi ya ujio wa Yesu. Fungu letu ni kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 24 na ule mstari wa 37, kwa maana kama ilivyokuwa siku ya Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Tuombe. E, Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa neema ya uzima uliotuwezesha kuiona asubuhi hii takatifu. Tunakushukuru kwa ulinzi wako usiku kucha na kwa pumzi ya uhai uliotupa leo ili tukusujudie na kuliheshimu jina lako takatifu. Leo Baba tunakusanyika mbele zako katika kesha hili la asubuhi tukiwa na kiu ya haki tukiwa na njaa ya neno lako na shauku ya kujiandaa kwa ujio wa mwana wako Yesu Kristo mfalme ajaye. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, e Bwana, watu wengi walikuwa wakila na kunywa, wakidhalau onyo la mbinguni. Tunakuomba leo usituache tuwe miongoni mwa wale waliodhalau sauti yako ututakase mioyo yetu. Hey Baba, tuondolee uzito wa masumbufu ya maisha haya, tamaa, uzembe wa kiroho na kila kitu kinachotuzuia kukuona uwazi. Roho Mtakatifu, chukua nafasi yako katika kesha hili. Uongoze kila neno litakalosemwa, kila sala litakayopandishwa na kila moyo uliokusanyika hapa. Tufundishe kuishi duniani kwa uaminifu huku tukitazamia mbingu kwa tumaini. Tufanye tuwe waaminifu katika yaliyo madogo, ili tuhesabiwe waaminifu katika yaliyo makubwa. Ee Bwana, tubadilishe leo. Tuande kwa moyo wa roho wako na kwa kweli ya neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo wa mfalme ajae na Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru, amina. Nuhu aliwahubiria watu wa wakati wake kwamba Mungu atawapa miaka mia moja na ishirini ya kutubu dhambi zao na kupata kimbilio ndani ya safina, lakini walikataa neema ya mwaliko huu. Walipewa muda mrefu ili wageuke na kuziacha dhambi zao, kuzishinda tabia zao mbaya, na kujenga tabia za haki. Lakini mwelekeo wa dhambi, japo wengi, ulikuwa dhaifu mwanzoni uliendelea kuimalika kupitia utendekaji uliojirudia rudia na kuwapeleka kwa haraka katika uangamivu usioepukika. Onyo la rehema la Mungu lilikataliwa kwa dharau, lihaka na kejeli na waliachwa gizani kufuata njia ambayo mioyo yao miovu ilikuwa imechagua, lakini kutokuamini kwao hakukuzuia tukio lilotabiriwa. Tukio lilitukia na ghadhabu kuu ya Mungu ilionekana katika uharibifu mkuu. Maneno haya ya Kristo yanapaswa kuzama katika mioyo ya wote wanaoamini ukweli wa sasa. Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na urafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku hile ikawajia kafra. Hatari yetu inawasilishwa mbele yetu, na Kristo mwenyewe alijua hatari tutakayoipitia katika siku za mwisho na anatutaka sisi tujiandae na hatari hizo. Kuamini katika ujio ulio karibu wa mwana wadam, wa Adamu mawinguni hautamfanya Mkristo wa kweli kuwa mzembe na kutokujishughulisha na maisha ya kila siku. Wanaongojea na kutazamia ujio wa Yesu Kristo hivi karibuni hawatakaa bila kufanya kazi, bali watafanya kazi kwa bidii. Kazi zao hazitafanywa ovyo, ovyo ovyo bila uaminifu, bali kwa usahihi, haraka na kwa bidii. Wale wanaojidanganya kwa uzembe na kutokuwa makini katika mambo ya maisha haya ni ushahidi wa hali yao bora ya kiroho na ushahidi wa kujitenga kwao na ulimwengu wako chini ya udanganyifu mkuu. Ukweli wao waminifu na msimamo wao unajaribiwa na, na kuthibitishwa katika mambo ya dunia hii. Ikiwa ni waaminifu katika hayo yaliyo madogo, wataweza kuwa waaminifu katika mengi. Ni mwonyesho kwamba hapa ndipo wengi watashindwa kustahimili jaribu Wanajenga tabia yao ya kweli kwenye kutawala mambo ya dunia hii, wanadhihirisha kutokuwa waaminifu, wenye hila na wadanganyifu katika kushughulika na wanadamu wenzao. Hawafikirii kwamba mafanikio kwa ajili ya maisha ya kutokufa ya wakati ujao yanategemea mwenendo wao katika kujishughulisha na maisha haya. Uadilifu halisi ni msingi wa kutengeneza tabia ya haki. Testimonies for the Church volume 4 38 hadi 31. Wale wanaoamini ukweli wa sasa wanapaswa kuonyesha imani yao katika matendo. Wanatakiwa kutakaswa na kweli ambayo wanakiri kuyamini, kwa maana wao ni kiashiria cha maisha katika uhai au kifo katika mauti. Testimonies for the Church Volume 4 ukurasa wa mia tatu na nane. Tuombe. E Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa nyekevu na shukrani nyingi tukikutukuza kwa jinsi ulivyotembea nasi katika kesha hili la asubuhi. Asante kwa neno lako lilotuonya lilotufundisha na kutuandaa kwa siku kuu ya ujio wa Yesu Kristo. E Bwana, tunakuomba yale tuyasikia, yasibaki masikioni tu, ya sikia, ya sibaki, masikio, bali yashuke ndani ya, ya mioyo yetu na kuzaa matunda katika maisha yetu ya kila siku. Tusaidie kuishi kama watu wanaoutazamia ujio wa Kristo kwa dhati si kwa maneno tu bali kwa matendo, uaminifu na ukamilifu wa kweli. Utusaidie kushinda majaribu ya siku za mwisho, kushinda udhembe, kushinda hira na kutokuwa waaminifu katika mambo ya maisha haya. Tujalie neema ya kuwa waaminifu katika kazi zetu, familia zetu na katika huduma yako, tukijua kwamba tabia tunayojenga sasa ndiyo itakayotutambulisha mbele zako. Hey, Baba, tunapofunga kesha hili hatufungi safari yetu ya maandalizi endelea ya kutembea nasi mchana na usiku. Linda kila mshiriki, bariki familia zao, bariki kazi zao, bariki huduma zao. Tupe mioyo inayokungojea Yesu kwa shauku, tukiwa tayari siku ile atakapotokea katika mawingu ya mbinguni. Tunakuachia sifa heshima na utukufu wote kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Amina.